Ila kabla ya kwenda kwenye hivyo vitu vya ndani, tukumbushane kuhusiana na kinywaji chako pendwa cha Supa Komando ambao sasa hivi kimeongeza flavor nyingine ya Berry, utamu utamu zaidi kuweza kuendelea kukupa wewe mzuka zaidi. Supa Commando Berry ni kinywaji kipya cha kukupa wewe hapo nguvu na mzuka kutoka SBC Tanzania. Hawa ni wale wale watengenezaji wako wa soda yako pendwa ya Pepsi pamoja na Mirinda. Sasa hivi unakuwa una chaguo zaidi. Kuna ile ya e, mwanzoni ambayo ni original flavor ya Super Komando, lakini sasa hivi sasa tumekuongezea ile adha ya nyingine flavor mpya ya Super Komando Berri ambayo ni flavor tamu itakayohakikisha kuwa inakupa nguvu za kipekee na mzuka maradufu, iwe ni kwenye kazi au michezo au masomo. Unajua, ikifika Thursday hivi huwa kama mwili kama unanyongonyea fulani, kwa hiyo Friday ndio unakuwa unanyongonyea zaidi, kwa sababu unaona weekend si hapa, unainusa kabisa. So ukiweza kujipatia Super Komando Berri na maana utapata mzuka wa kutosha kuweza kupiga kazi vizuri au masomo vizuri au michezo vizuri, hadi jioni ili uweze kupumzika saa kesho na kesho kutwa. Um, utaweza kujipatia Super Komando Berri katika chupa ya plastiki ya ujazo wa mililita 300 kwa shilingi 500 tu, na kwa sasa hivi iki kinywaji kinapatikana katika mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Mbeya, Iringa, Njombe, Songea, Sumbawanga, Katavi, pamoja na Songwe. Super Komando Berri, bonge la mzuka na kupata mzuka zaidi unaweza kutembelea peji yao ya Instagram at supercommando underscore tz, at supercommando underscore tz. Vitu vya ndani inafuata. A very good morning to you.